E, kwa jina anaitwa Nolasco Benedikti Mtewele ndio diwani wa kata hii ya Kifanya yenye vijiji sita. E, tunashukuru kuwepo kwa kituo hiki cha afya hapa kata ya Kifanya ambacho kinahudumia vijiji vyote hivi sita na kata nyingine za jirani. E, kabla ya hapo tulikuwa na zahanati. Sasa kuwepo kwa kituo cha afya kimetusaidia sana wananchi wamefurahi sana na huduma zote zinapatikana kwa hapa. Hususani jengo la mama na mtoto, e, jengo la mionzi, jengo la maabara e, mochwari, vyote hivyo vipo na kilichokuwa kinaleta shida hasa awali juu ya jengo la mochwari, wananchi walikuwa wanapata shida sana kwa kuwa toka Kifanya ni kilomita 50 mpaka hospitali e, ya Kibena hivyo walikuwa wanapata shida sana kwenye swala la e, mochwari. Hivyo tume tukaomba kwenye serikali, serikali ikatusaidia mpaka tukawa tunatumia e, e, mochwari ulikuwa ni, ni, ni umbali mrefu sana toka Kifanya mpaka mochwari Njombe. Hivyo ilipelekea wananchi kuwa na changamoto ya kwa mfano imetokea e, msiba, watu hawaweki wazi kwa sababu wanatakiwa kupeleka mochwari Ee, Njombe hivyo kwa kuwa gharama ilikuwa ni kubwa, walikuwa na hifadhi ndani, hivyo ilikuwa ni shida sana kwa, kwa nani, kwa Kifanya hivi kuhu, kuhu, kuhu, kuhu la, la mochwari. Lakini tunamshukuru Mungu, baada hapo iliendelea vizuri ee, na sisi tuka, tuka, tuka, tuka tuna, nani. Sasa saizi ikitokea tatizo la aina yoyote ile tunaweka mochwari, tunaweka maiti mochwari, kwa hiyo ni rahisi. Nimepokea maramiko mengi sana namshukuru, a na Mheshimiwa Mbunge naye. E, tumesaidia na kupambana mpaka hatua hii inakamilika na, na sasa wananchi wanapata unafuu wa zoezi la kutoka kupeleka mochwari Kibena, maana takuwa utoke hapa upeleke Kibena tena ukachukue tena urudishe tena Kifanya. Kwa hiyo ilikuwa ni zoezi kidogo, ilikuwa sio rafiki sana kwa, kwa. Maelezo ni kwamba wananchi wa Kifanya uchumi wao ni mzuri, kilichokuwa kinawakwamisha kupeleka maiti mochwari Kibena ni ukosefu wa uchumi, au hawakuwa na elimu sahihi ya umuhimu wa kupeleka maiti mochwari. Uh, elimu unajua kukaa na, na na, na, mochwali ndani kuna, kuna, kuna, kuna hatujui yani inaweza ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina kuwa kuna changamoto ambayo kwenye uh, mini maiti sasa, ukiweka ndani si rafiki sana, kwa hiyo tulikuwa nalazimika lazima kupeleka mjini, naamini mochwali Kibena. Kwa hiyo elimu elimu ilikuwa bado sio rafiki, halafu pia na, na uchumi kwa, kwa sababu tunatofautiana na uchumi mtu mwingine anakuwa na, na uchumi mwingine hana uchumi kwa hiyo kum, kum, kum, kutaka apeleke maiti mocho wa Kibena kwa gharama ilikuwa ni sio sio chini ya laki moja ama themanini. Sasa ilikuwa kidogo ni si rafiki uende themanini, urudi themanini. Ilikuwa kwa kweli sio sio rafiki kwa hiyo uchumi ulikuwa pia nao ni changamoto. Kuna vifaa tiba vimefika vingi, yaani kila jengo lina vifaa tiba, kila jengo lina vifaa tiba tukianza kuna jengo la mionzi lina, lina, lina vifaa vyake amini e, maabara kuna vifaa vyake, mochwari kule kuna vifaa vyake. Kwa hiyo kila eneo lina vifaa vyake ambavyo vinaendana na jengo husika. Tunashukuru sana serikali kwa hili, maana yake imeonyesha ushirikiano wa hali ya juu kuhakikisha wananchi wake wanapunguziwa adha.